Katika kijiji cha Marumba wilayani Tunduru mkoani Ruvuma, ndoto za watoto wengi kufika mbali kielimu zinaendelea kuyeyuka kama barafu juani. Wengi wamekuwa wakikata masomo njiani kutokana na umasikini, utoro na umbali shuleni, mambo ambayo yamekuwa mzigo mzito kwa familia nyingi vijijini hapa. Adui ujinga akishamili, kwenye eneo lako, au nyumbani mwako we tegemea chochote kutokea kati ya hivyo vitu viwili. Kwa urahisi zaidi utaugua sana, lakini hata umasikini utakuwa nao sana. Tatizo hili limekuwa kama mizizi inayoendelea kukua kila mwaka. Mhandisi Fadhili Chilombe, mgombea ubunge wa CCM jimbo la Tunduru Kusini, anasema umefika wakati jamii isimame pamoja kulikomesha. Ameahidi kuanzisha midahalo ya kielimu na mpango wa ufuatiliaji wa elimu jamii ili kufuatilia maendeleo ya wanafunzi na kusaidia wazazi kuelewa umuhimu wa elimu. Hawa vijana tunaowasherehekea kumaliza leo walianza wakiwa mia moja na sitini. Idadi yao imekuwa ikiendelea kushuka kadiri ya miaka ilivyokuwa nazidi kuongezeka mpaka kufikia leo, vijana hawa wanahitimu wakiwa themanini na nne. Tafsiri yake ni kwamba watu sabini na sita wameishia njiani. Tunduru hapa ndipo mahali ambapo mzazi na mtoto wake, mtoto akishafaulu shule wanamwandaa, anakwenda shuleni, anakwenda anasoma, akisoma muhula wa kwanza, wa pili, tena hiyo ni bahati. Wengine anaweza akaamua kurudi nyumbani na mizigo yake, anasema mimi shule hiyo basi. Mama, mama mtu na baba anasema ntameje chipatagatabu mwa hilo ni tatizo kubwa. Yaani mtoto anaamua kuwacha shule na mzazi anapokea tu. Halafu kuna shida nyingine, wako wazazi wanaamua kumwambia mtoto wake kwamba wewe, kwa sababu una uwezo ukifika huko, naenda kajikoseshe usije ukafaulu, sisi hatuna uwezo wa kukusomesha. Ni tunduru hii. Mimi nimetoka kusema hapa naongea haya, sio kwa maana ya kuwalaumu watu. Hakuna mtu namlaumu, hata huyu si mlaumu mzazi, si mlaumu mwalimu, si laumu wanafunzi, ila natamani tuje na mpango wa kubaini changamoto ya elimu Tunduru iko upande upi. Ukitaka kutatua tatizo, lazima utafute chanzo cha hilo tatizo ni nini. Natamani tuje na mpango, na huu mpango tutakuja nao kuanzia mwakani kwamba tutafanya midahalo na wazazi kila mzazi aeleze shida, na mimi nawahakikishia nitapita kila mzazi aseme ni kwa nini yeye anaona mtoto wake asisome. Tukimaliza hapo, tutarudi kwa wanafunzi watuambie kwa nini wanaacha shule, ni vitu gani vinawafanyaga waamue kuacha shule. Lakini tutarudi kwa walimu. Hao walimu anakuwa na changamoto zao wakati mwingine, lakini hazisikilizwi. Mtu anapoteza morali ya kazi, anafanyaje wakati ana changamoto? Kwa lazima tu kwenye hizi pointi zote tatu tupite tufanye mdahalo ili tujue. Mimi nina hakika yako matatizo madogo madogo ambayo pengine tunaweza tukayatoa kwenye mdahalo huo, yako mambo matatu yatazaliwa, yako matatizo tunaweza tukayatoa sisi wenyewe kwenye jamii, lakini yako matatizo yatatatuliwa na halmashauri, lakini yako matatizo yatatakiwa yapelekwe serikali kuu ili yakafanyiwe kazi, ili elimu ya Tunduru ibadilike. Katika shule hii changamoto zinazojionyesha ni wazi. Makamu mkuu wa shule Mwalimu Masanja Limbe anasema mwaka huu ni wanafunzi 84 pekee kati ya 160 waliodahiliwa kidato cha kwanza mwaka 2022 ndiyo wanaotarajiwa kufanya mitihani wa kidato cha nne. Anasema hali hii, ingawa imepiga hatua ndogo ya mafanikio, bado inahitaji nguvu ya pamoja. Ni vijana wa kidato cha nne wanaohitimu leo wakiwa jumla ya wanafunzi 84 ambao kati yao wavulana ni 56 na, na wasichana 28. Na kidato cha kwanza kwa wahitimu walianza 160, kipindi wanafikia kidato cha pili wakiwa 121, wakiwa kidato cha tatu walikuwa 86, na hivi leo tunavyoongea wako 84. Viongozi wa dini wanasema tatizo hili limechangia ndoa za utotoni na biashara ndogo ndogo miongoni mwa wanafunzi. Wanasema jamii inapaswa kurudisha heshima ya elimu kama nguzo ya maendeleo. Kwa hii sisi watu muliozaa, si tulizaa tuniwasomesha, na wangine wametoka hapa wamekwenda mpaka Dar es Salaam, wanashughulika wana, wana katika elimu dunia. Na nyinyi hapa tuliobakia watoto tu, tuwapeleke shuleni. Ukisema mtoto mimi asoni basi, mtoto wako umempandikiza ujinga wa kutosha. Dunia nzima anakufa hali yuko machoni. Lakini kutokana na changamoto za mimi, kijana wangu nilipambana naye sana toka muda mrefu, tena ilibidi aliacha shule, lakini nilipambana naye watu nikaamsha shule nyingine, na akarudi nikamleta shule ya Marumba na nadhani mtoto anaendelea vizuri, kwa kupambana kushirikiana, wewe mtoto na walimu. Wazazi wenzangu, mnachowifia ni kuwa mtoto, hakuna ambaye anakubali kusoma kirahisi rahisi, lazima upambane wewe. Ukipambana wewe mtoto atasoma, lakini usipokuwa na mkazia yeye mtoto awezi kusoma. Kuna baadhi ya wanafunzi wakienda nyumbani wanakutana na vishaka wazazi, muda mwingine wanawashauri mwanafunzi, yaani kwa mfano kama mwanafunzi yuko nyumbani, anawaambia, mwanangu ukienda shuleni uende ukajifelisha, kwa sababu si hatuna uwezo wa kusomesha.